Leo Kenya imelala machozi. Raila Amollo Odinga, jina ambalo kwa miaka mingi lilikuwa sauti ya matumaini, ngao ya haki na alama ya mapambano sasa limegeuka kuwa kumbukumbu kumbu. Katika kila mitaa vilio vinasikika, katika kila sehemu machozi yanamwagika, na kote nchini mioyo imesimama ikijiuliza swali moja, inawezekana kweli baba ameondoka? Raila hakuwa mwanasiasa wa kawaida, alikuwa ni mtu wa watu aliyebeba ndoto za taifa hili mabegani mwake Alipigana si kwa maneno matupu bali kwa damu, machozi na imani. Alifungwa, akateseka, lakini hakuwahi kugeuka nyuma, kwa sababu kwake Kenya ilikuwa si ardhi tu, bali ni ahadi aliyoapa kuilinda hata kwa uhai wake. Wanasiasa wakubwa na wadogo wamesimama kimya, wanahabari wakiwa na macho yenye machozi wakisoma taarifa za msiba mzito ulioangukia taifa. Watu wote barabarani wanatembea wakiwa wameinama, si kwa hasira bali kwa huzuni za kupoteza baba wa kizazi chao. Kenya leo ni nyumba yenye giza, lakini ndani ya giza hilo mwanga wa urithi wa Raila Odinga unaendelea kuangaza. Alitufundisha kusimama imara, kutosema ndio pale tunapojua ukweli ni hapana kutokata tamaa hata pale tumebaki peke yetu. Wanasema shujaa hafariki, anaishi ndani ya mioyo ya wale aliowagusa. Na kweli Raila ataendelea kuishi milele katika kumbukumbu kumbu zetu, katika historia yetu na katika pumzi ya kila Mkenya anayetamani haki, amani na usawa. Lala salama, baba wa taifa. Mapambano yako hayakuwa bure. Kenya itakukumbuka milele.